Haikuchukua muda nilimwona akitoka na mwanamke yule yule, ila tu walikuwa na mtoto mdogo mwenye uso kama wa Thomas. Nilihisi miguu yangu ikikosa nguvu. Mtoto yule alikuwa na tabasamu la Thomas, alikuwa na macho yale yale. Bila shaka, huyu alikuwa mtoto wake lakini si wetu. Nilianza kuunganisha dots. Miezi ile aliposema alikuwa safarini au kazini usiku, kumbe alikuwa hapa. Na sasa nilijua hakuwa tu mwanamke mwingine, ila alikuwa na familia nyingine. Nilirudi nyumbani nikiwa nimebeba mzigo wa maumivu. Nilikaa sebuleni nikatazama picha zetu za harusi.